Taifa la Namibia leo imemwapisha rais wake wa kwanza mwanamke Netumbo Nandi-Ndaitwah baada ya kushinda uchaguzi wa mwaka 2024 ambao uliongeza miaka 35 ya chama tawala madarakani. Nandi-Ndaitwah mwenye umri wa miaka 72 ni mmoja wa viongozi wachache w wanawake katika ukanda huo. Hafla hiyo ilihudhuriwa na wakuu wa nchi jirani akiwemo rais wa Kenya William Ruto, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa miongoni mwa viongozi wengine wakuu barani Afrika. Spouse, hapo awali alikuwa makamu wa rais yeye. Ni gwiji wa shirika la watu wa Afrika Kusini Magharibi, SWAPO ambalo liliongoza nchi hiyo yenye watu wachache na yenye utajiri wa madini ya uranium kupata uhuru kutoka kwa utawala wa kibaguzi wa Afrika Kusini mwaka 1990. Kuapishwa kwa rais mpya kumefanyika sambamba na maadhimisho ya uhuru wa Namibia. Maarufu kwa herufi za mwanzo za majina yake yani, NN. Nandi-Ndaitwah Netumbo alipata asilimia 59 ya kura katika uchaguzi wa Novemba uliokumbwa na hali ya wasiwasi baada ya kuongezwa muda mara kadhaa kutokana na kucheleweshwa kwa vifaa vya kupigia kura. Swala muhimu katika uchaguzi huo lilikuwa ukosefu mkubwa wa ajira miongoni mwa vijana huku asilimia 44 ya vijana wenye umri wa miaka kati ya 18 hadi 34 wakiwa bila kazi katika takwimu ya mwaka 2023, katika nchi yenye watu milioni tatu pekee. Kevin Sewe, Mwanzo TV.